Mweshimiwa waziri mkuu, na mimi anza nianze kwa kushukuru kwa kunipa nafasi hii. Mimi nina hoja kubwa mbili. Niwashukuru sana waheshimiwa wabunge, kianza na Mwheshimiwa Mzava na Mwheshimiwa Njama, awa wote wameshakuja na tumezungumza sana kuhusu hoja hizi zote mbili zinazohusu masuala na changamoto za mazao makuu mawili, kwanza mkonge na ya pili chai, ndani ya wilaya yetu ya Korogwe. Na mimi ni washukuru sana wananchi, wananchi wa Korogwe ni wachapakazi wazuri sana. Mheshimiwa wa Waziri Mkuu, kazi inaonekana kwenye namna wanavyojibidiisha hapa. Wanalima pia korosho, wanalima mahindi kwa kiwango cha kutosha, wanalima na mazao mengine ya biashara lakini ni maarufu kwa utoaji na biashara ya matunda ikiwemo machungwa na maembe. Nawapongeza sana kwa namna mnavyojibidiisha kwenye kilimo. Kwa upande wa mkonge, Mheshimiwa waziri mkuu, hapa mkonge tatizo kubwa limeanza baada ya kuuzwa kwa zile mali zilizokuwa zikimilikiwa na Katani Limited, na tayari Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo kuhakikisha tunarejesha mali hizo, na sisi wizara tumeanza kulifanyia kazi na kazi inaendelea. Lengo ni mwishowe turejeshe kwa AMCOS mali hizo ili waziendeshe wao wenyewe kule chini. Lakini lingine ilikuwa ni vituo vya kuchakata mkonge kuwa vichache ili kupata katani. Tayari serikali imeliona hilo na wizara imetoa bilioni nne kwa ajili ya kujenga vituo kwenye maeneo kadhaa vya kuanzia ili kusaidishana na vituo zaidi ya ishirini na tano vilivyopo ambavyo vinafanya kazi ya kuchakata zao hilo kwenye maeneo tofauti ili kuongeza kasi ya uchakataji na kupanua wigo wa biashara ya mkonge kutoka kwa wananchi kwenda kwenye soko. Lakini changamoto kubwa inajenga, inajengwa na msukumo wa umiliki wa mashamba. Eneo kubwa la mashamba haya yanamilikiwa na mtu mmoja, mfanyabiashara mmoja. Hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu, wiki iliyopita umetuita ofisini kwako tumezungumza kwa kirefu kuhusu jambo hili, lakini sana la chai na ukatuelekeza kwamba na wewe unalichakata na baadaye tutakaa tena ili kulitafutia mwarobaini. Mimi ni kushukuru sana mheshimiwa wa waziri mkuu, lakini na sisi tutaendelea kulifanyia kazi hatua kwa hatua na kukuletea ripoti ili tuendelee kujazilizia yale maamuzi ambayo utakuja kuyafanya baadaye. Lakini kwenye upande wa chai, kwenye upande wa chai nako tuna viwanda saba ndani ya mkoa wa Tanga. Viwanda hivi saba vinavyofanya kazi ni viwanda vitatu pekee. Viwanda vinne havifanyi kazi. Viwanda hivi kati ya hivi viwanda vinne viwanda viwili vya Ambangulu na Dindira vinamilikiwa na kampuni ya Metri na vyenyewe vimefungwa, lakini viwanda vingine viwili ni vya Elkuru na Mavela. Viwanda hivi mchakato wa kuvifungua unaendelea, na tumewaagiza bodi ya chai kuhakikisha mpaka mwezi wa sita mwaka huu viwanda hivi vinafanya kazi, lakini hatujaishia hapo kwa sababu tuna changamoto na wananchi. Wakikosa mahali pa kupeleka chai yao, maana yake wamepata hasara moja kwa moja, na sisi tumeelekezwa kuhakikisha tunasimamia maslahi ya wananchi. Kwenye hili, wizara imefanya uamuzi wa kununua laini ya kiwanda cha chai. Tayari hatua zote zimekamilika, kiwanda kimeshatengenezwa na kimekamilika. Tunachosubiri ni mzabuni tuliompa kazi hiyo kuja kukifunga Korogwe ili kisaidishane na viwanda vitatu vilivyopo twende kwenye hatua ya kuwasaidia wananchi kutopoteza majani na hivyo kuendelea kunufaika na biashara ya chai, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini hatujaishia hapo, kwa sababu Korogwe ni wakulima wakubwa, tumeleta hapa zana za kilimo, yakiwemo matrekta nane na lengo ni kuwa na vituo vya mechanization au vituo vya zana za kilimo ambazo zitarahisisha wananchi kufanya shughuli kisasa na kulima kwa kutumia zana zilizo bora ili kuongeza tija kwao. Tayari matrekta nane tumeshaleta na tumeagawa kwenye vituo vitatu. Lengo ni kuhakikisha tunafanya hivyo Korogwe, lakini wilaya zote za mkoa wa Tanga na baadaye nchi nzima ili wananchi wajielekeze kwenye kufanya shughuli nyingi nyingine za maendeleo badala ya kutumia muda mrefu kutumia jembe la mkono. Na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana kwa nafasi.